Kuna jambo linakuja mbele yetu, ni jambo kubwa, jambo la kiuchaguzi. Sisi serikali tumesema kila mwana Kayenze kwa chama chake, awe chama cha mapinduzi, awe ACT, awe ADC, awe chama chochote kile, ana wajibu wa kwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba, aende akapige kura kwa amani na usalama na kwa mapenzi ya chama chake. Sisi kama serikali kazi yetu ni moja tu, kusimamia ustawi wa amani, utulivu, mshikamano, kwa sababu uchaguzi utapita, tarehe ishirini na tisa Kayenze itabaki. Leo tumekuja kuwakumbusha kila aliyetimiza umri na kuja kujiweka sawa, aende akapige kula yule ambaye amejiandikisha, na ukifika kwenye sehemu ya kupiga kura, fuata sheria na miongozo iliyokubaliwa ili usivunje amani, na ukivunja amani, mamlaka ya kushughulikia kutuliza amani ipo, na mimi ndiyo kiongozi wake, na tumejipanga vizuri, kama wa Filipi 4 mstari wa 13 unavyosema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mmeona leo tumekuja na zawadi kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari. Bado kata yetu ya Kayenze kuna wahuni wachache wanaowadanganya wanafunzi. Sasa katika wakati huu ambao serikali tupo imara, tena vijana, ole wake kwa kijana barobaro atakayetaka kumdanganya mwanafunzi huyu, tutamshughulikia kwa sheria za nchi hii na tutahakikisha anafungwa miaka 30 mwache mwanafunzi asome. Leo kama almashauri al tulikaa kwa kushirikiana na mkuu wetu wa wilaya, tukaona basi leo tusogee kwenye eneo husika ili tuweze kuwapatia huduma mbalimbali. Hapa pamefanyika mambo mbalimbali. Kumekuwa na upimaji wa magonjwa mbalimbali, kumekuwa na uchangiaji wa damu lakini tulikuwa na upande wa idara ya uendeleo wa jamii. Kwa hiyo kinamama na vijana wale ambao wamepata wa, wa elimu kuhusiana na mikopo ya asilimia kumi. E, lakini kumekuwa na mambo mengi sana e, utoaji wa haki. Kwa hiyo kwa kweli wanakayenze wamefurahi sana na hili jambo tumeliona, kwa, kwa kweli limeleta faraja na limepata mwitikio mkubwa sana. Kwa hiyo tutaona namna ambavyo tutaweza hizi kata ambazo ziko pembezoni tuone namna ya kufanya matukio kama haya kwa ajili ya kuwaleta wananchi pamoja na serikali yao. E, kwa majina, naitwa Zakaria Matia Serias, ni mwenyekiti wa mtaa wa Iseni. Kwa ujio wa uh, ugeni mkubwa kama huu, sisi watu wa Kayenze tumenufaika nao sana. Kwanza tumenufaika nao kwa kujua afya zetu, maana kulikuwa na mabanda, wanapima UKIMWI, wanapima tatizo la homa ya ini, wanachukua malazi ya presha lakini pia kulikuwa na banda la uvuvi wanaelimisha namna ya kuvua uvuvi bora. Lakini pia tumekuja kupata zawadi kubwa sana iliyoletwa na kampuni ile ya bizinesi, imetusaidia sana kwa watoto wa sekondari, hususan kwa masuala haya ya kike. Maana hawa watoto wetu katika masuala ya kike, wazazi wengine hawana nafasi, unajikuta mtoto anapata shida sana. Kwa sisi wakazi wa Kayenze, kwa kweli ujio kama huu tumeupokea sana sana sana na tunaushukuru sana Tamasha hili lengo lake na nia yake mahususi kwanza ni kujumuika pamoja na jamii kwa maana ya wananchi kwa katika michezo mbalimbali, michezo ya mpira wa miguu, netball, karata pamoja na mchezo wa draft na michezo mingineyo. Lakini pia upimaji wa magonjwa mbalimbali yanayoambukiza na yale yasiyoambukiza, lakini pia ni kufanya bonanza hili linatusaidia pia sisi watumishi kuimarisha afya zetu. Kwa majina yangu naitwa Masumbuko Willy Bahati. Ugodisha yani, imenifurahisha sana kwanza, lilikuwa litamu lizuri, yaani mpaka lina mudi mzuri, yaani kwanza limenif, yaani limenifurahisha sana kwa yote matamasha. Ninaomba, ninaomba tu tuendelee na matamasha kama ya hivyo, tuendelee tu hivyo hivyo mpaka na sisi uchezaji wetu wa uh, utamaduni kikundi cha ngoma Buyegu Fyeta Group, tunaomba tuendelee tu, kwa hivyo tusi tusisahau popote sehemu yoyote.